Eh, hii maisha bana inje kumekauka yaani. Hii area hata irita yaani, kama watu hawapitangi hmm? Lakini leo nataka ni test, nataka ni test dem hata kama ako kwa ndoa eh, nione kama anaweza nipa vitu ama hapana aa, leo nataka kuona kama dem yote mwenye anapita hapa anaweza nipa vitu ama hapana hmm? so Bahati mzuri kuna demo anakaa. Hello, hi sister. Cheki sister, sister sukua mwelewa bariala poa kofiti. Kwa nini unapita ni kama umechelewa penye unaenda na umekaasirika tu? Mi niko poa. Mi mm. pia niko poa lakini siko poa sana mbona, unajua so, niko na kutu sana nilikuwa nataka mtu mwenye anaweza nitoa unajua mm. Huku angalia uone, huku ni msitu msitu, na huku ndio watu wanaweza toania kutu mzuri sana. mm. Mm. Okay, naenda kuona boy hapo mbele. Uko na boyfriend? yeah. <coughs> Si shida kuona boyfriend yako hmm. Lakini wewe unajua kama anakupenda ama ako serious kweli? Eh, najua ananipenda. Ai wewe achanga hizo bana. Unajua hii opportunity kwa maisha inakujanga tu mara moja mm. mm. Unaweza fanya hivi e, na weo, kwa kwa kutu, wangu, hmm. Eh, na wewe kwa upitia kwa hiyo kunitoa kutu ukakuwa mtu wangu mm. eh, na nikakuoa. Unajua kwetu ni kwa hizo makorofa zenye zinaonekana hapa mm. eh, kwetu ni kwa hizo makorofa zenye zinaonekana. Hmm. Sasa opportunity na kujanga mara moja, hebu kuja wana, mimi nilikuwa nimekaa hapa nimetulia hapa mm. Hmm. Kama unaweza kubali Hata... sasa hapo chini unafanya unafanya nini hapa, mimi ngoja nipate mademo hmm. eh, mwenye anaweza nitoa kutu mm. Mm. Sasa no, no, no, mwajia. Kuna, mwajia hapa ndo unamwambia hapa mm. sufanya hiyo bana